Sasa sisi Waislamu tuna taratibu zetu na miongozo yetu juu ya michakato yote inayoendelea hiyo. Hakuna mahali Uislamu atafika kwamba sasa hapo Uislamu hauna maelekezo kwenye jambo hili, ha hakuna mafundisho ya Uislamu sasa tunaweza kuchukua mafundisho mengine. Hakuna, si mambo yanayofungamana na dini wala dunia si ndani ya msikiti wala nje ya msikiti. Popote pale ulipo muislamu, unao muongozo unaokuongoza wewe, tena ni wajibu juu yako kuufuata, sio hiari, maadamu umeshakubali Uislamu kwa ndio dini yako, waradhita billahi rabban wa bimuhammadin rasula muda wa kuwa usharidhia wewe kuwa Allah ndiye Mola wako na Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wako. raditu billahi rabba wa bilislami dina alayhi wa bimuhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama rasula. Ukiwa umeridhika na hilo na kila siku wewe wasema maneno haya asubuhi na jioni, wamwambie Allah subhana, wajishuhudisha kwake, mwislamu yeyote anasema maneno haya muislamu anayejitambua anatangaza rasmi asubuhi na jioni, kabla jua halijachomoza asubuhi na kabla jua halijazama, muislamu husema maneno haya mara tatu tatu. Mimi nimesharidhika kuwa Allah awe ndiye mola wangu na dini ya Uislamu ndiyo dini yangu, ndiyo mfumo wa maisha yangu, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi ndiye mtume wangu. Mimi nitasikiliza maelekezo ya Allah Subhanahu wa ta'ala, nitasikiliza miongozo ya mtume Muhammad sallallahu aleihi wasallam, nitafanyia kazi mafundisho ya dini yangu ya Uislamu. Hivi ndivyo mwislamu anayejitambua kila siku anavyokuwa. Sasa, kama bado hujajitambua, jitambue kwenye hilo kwamba wewe ni mwislamu na una miongozo ambayo ni wajibu juu yako kuifuata.